Asante sana uh. Leo tena nataka nifanye mahojiano hapa juu ya ibada, ibada imependeza, imeshine. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Uh, uh, leo ibada ya leo ilikuwa ni ibada ambayo tumeona Mungu amefanya miujiza, imefanyika mm, lakini tumeona vitu vingi vikiendelea hapa uh, na watu. Hebu sema kitu kidogo kwenye mitandao uh, kwenye TV yetu, uambie watu juu ya ibada ya leo, hebu sema kitu Asante uh, kwa kupewa nafasi kwa kusema kitu chochote kuhusu ibada ya leo kuhusu ibada ya leo, kwa kweli imenigusa, kwa kweli imenigusa, maana nilitoka na kitu kizito nyumbani, lakini nimefika kwenye ibada hapa, nimeshushwa na kitu kizito, saa hizi nimekuwa mwepesi, yani imenigusa kwa kweli, kwa kweli. Hata mnaonitazama mnao niangalia, tunawakaribisha kwenye ibada hii, nashukuru sana. Unamzungumziaje yeah? mtumishi wa Mungu Pastor Lawrence si Mtanga Uh, kwa kweli nina mengi ya kumzungumzia mtumishi Pastor Lawrence Mtanga lakini siwezi nikamaliza hapa. Ninayo nina mengi ya kumzungumzia Pastor Lawrence lakini kweli anafanya vizuri kweli ya. Uh, tumeona uh, Mungu akifanya, tunaona kuna nguvu zimetembea siku ya leo. Wewe una, uh, unataka usemaje juu ya watu ambao wanakutazama sasa hivi? Hebu sema kitu. Uh, watu ambao wananitazama sasa hivi kwamba nawaambia kwa Mungu kuna laa. Basi. Amina. Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Elonginus Benadi.